Jamani, kuyazungumza haya ni wasi kweli. Watanzania wenzangu, kuyasema haya ni wasi. Makala alisema ni Makala, Makala e, nataka, nataka Watanzania mumsikilize, hebu tumsikilize maneno ya Makala, Amos Makala mwenezi wa CCM, maneno yake <coughs> kuandaa umma ili wakatae uchaguzi ili wasimamishe uchaguzi, lakini kuna ajenda ya siri hawa watu, na hasa viongozi waandamizi wa ambao familia zao hazipo Tanzania, wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tonetone tone, ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike wako tayari kuwaumiza Watanzania kwa kupanikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame Hai. sasa sasa huyu ni Amos Makala mwenezi wa chama tawala chama cha mapinduzi anasema hivi anasema hivi kwamba chadema analihutubia taifa anazungumza na taifa dunia nzima imemsikia anasema maneno haya kwamba chadema tunachangisha pesa tukanunue virusi vya ebola na Mpox tuje tuvisambaze patokee mlipuko wa ebola uchaguzi usimame anasema ana taarifa za ndani kwamba tumepanga kwenda kununua. Jamani, hili jambo hili jambo sio jambo la kuachwa lipite kimya kimya. Waandishi wa habari na watanzania wenzangu, hili sio jambo la kuachwa lipite kimya kimya. Huyu bwana na chama chake huyu ni msemaji wa chama tawala ni mjumbe wa secretariat, anakaa vikao vya kamati kuu, anakaa kwenye vikao vya mashauriano makubwa yeye na mwenyekiti wake wa Chama cha Mapinduzi taifa ambaye ni mama Samia. Kwa hili jambo, mfumo mzima wa Chama cha Mapinduzi wanalijua, kuanzia mwenyekiti pamoja na timu yake yote wameweka tishio ambalo sasa hivi ninyi mnafuatilia baadhi ya nchi wapinzani katika hiki kinyang'anyiro cha kumtafuta mkurugenzi wa WHO nimeona watu wawili wameandika wakituhumu Tanzania kwamba msemaji wa chama tawala anasema amelipuka kwa maneno ya hovyo akionyesha jinsi Tanzania ambavyo haiko concerned na mambo ya public health unatangaza kwamba chama kikuu cha upinzani kinataka kwenda kununua virusi kwamba tuitumie kama a biological weapon. hili ni jambo la kijasusi ni jambo ambalo mashirika makubwa ya umoja wa mataifa wanatakiwa waliingilie kati atuambie kwa habari za ndani ni nani anayetengeneza virusi maana inaonekana avipatikane tanzania ni nchi gani wanatengeneza virusi alafu vinauzwa vinatajwa viuzwe kwetu kama biological weapon ni maabara gani iko nchi gani inatengeneza virusi vya ebola watu gani hawa ambao wanataka kuiangamiza tanzania ambao wana hii haya maswali lazima yajibiwe na ninyi waandishi wa habari lazima myatengenezee yazungumzwe lakini huyu baba yupo tu, nasikia yuko Lindi huko, wa, wana, wanaenda kujaribu eh, kufata footprints zetu tulikopita huko, yupo tu anatembea sasa. He, this kind of double standard. Msajili wa vyama vya siasa yuko kimya, IGP Kamilu Swambura yuko kimya eh, kila mtu yuko kimya, raisi, mwenyekiti wa chama chake yuko kimya hatujamsikia mwenyekiti wa chama chake akitoa tamko akisema ile kauli iliyotolewa aidha ni ya kishenzi au ni ya kweli. Hatujamsikia katibu mkuu Balozi Nchimbi kama ambavyo alikemea kauli ya Nape na Nnauye na yule mwenzake kule Kagera kwamba na kauli ya yule aliyekuwa mkoa wilaya Longido, zile kauli alizikemea, lakini Nchimbi amekuwa kimya kwenye hii kauli ambayo inahatarisha wadau wa utalii wamezungumza, walidemand kwamba itolewe kauli ya kupinga kwamba kuna mpango wa kuleta virusi vya Ebola Tanzania unapangwa kufanywa na Chadema. Ah, sijui Mungu amewapiga hawa watu, wameanza kuwehuka, hawana akili timamu. Lakini hii hili ilikuwa hi ni kauli ya hovyo sana. Jeshi la polisi Msajili wa vyama, hebu utuonyeshe kwamba huwa mnachukua hatua. Watu wanaosema uchaguzi we huru na wa haki, eti ndo wanaambiwa wamefanya uasi. Watu wanaosema tunataka watu wasiuane, kwamba jamani, twende kwenye uchaguzi ili tuuane, eti huyu mtu ndo eti tunafanya uasi. Watu tunaosema eh, kabla ya uchaguzi tutatue dosari za uchaguzi, eti sisi ndio tunafanya uasi.